Tume ya Umoja wa Afrika AUC imekashifu hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka amri mpya ya usafiri inayowazuia raia wa mataifa kumi na mawili duniani kuingia nchini humo. Katika orodha hiyo mataifa saba ni ya kutoka Afrika. Amri hiyo itaanza kutekelezwa Jumatatu ya Juni 9 mwaka huu 2025. Aidha, raia wengine kutoka mataifa saba watakabiliwa na masharti makali wanayopaswa kuyafuata kabla ya kuingia Marekani. Barani Afrika mataifa yaliyozuiliwa kabisa ni Libya, Sudan, Equatorial Guinea, Eritrea, Chad, Congo Brazzaville na Somalia. Katika eneo la Mashariki ya Kati na bara Asia na Amerika ya Kaskazini, mataifa kama vile Afghanistan, Iran, Haiti, Yemeni na Myanmar yamezuiliwa kuingia Marekani. Marekani pia imeweka vikwazo vya kupeana visa kwa Turkmenistan, Laos, Sierra Leone, Togo, Cuba, Venezuela na Burundi. Katika taarifa, msemaji wa mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika amesema kwamba japo Afrika inaheshimu uhuru wa Marekani kulinda mipaka yake, tume hiyo imehimiza Marekani kuangazia haki za kimsingi za kibinadamu. Aidha, imetaka kuchukua hatua kali dhidi ya watu binafsi wanaokiuka sheria badala ya kutoa amri ya jumla inayowaathiri wengi. AUC, e, imesema na hapa na inukuu Umoja wa Afrika unaiomba kwa heshima kubwa serikali ya Marekani kuangazia ikiwa inaweza kutumia mbinu ambazo zitajumuisha majadiliano na mataifa husika na vilevile kuwepo kwa mawasiliano ya wazi. AUC inaiomba Marekani kushirikiana kwa karibu na bara la Afrika kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zilizopo ambazo huenda zilichangia wao kuchukua hatua wa hii. Mwisho wa nukuu. Akijibu hatua wa hiyo ya Marekani, rais wa Chad amesema taifa lake litasitisha utoaji wa viza kwa raia wa Marekani, lakini huko Mogadishu, Somalia, taarifa hiyo imepokelewa kwa huzuni. Sikubaliani kabisa na uamuzi wa rais wa Marekani wa kupiga marufuku kusafiri, kwa sababu wahamiaji wa Kisomali wanaenda Marekani baada ya safari ndefu za hatari kwa sababu ya maisha bora, unaelewa na sasa wanajenga maisha mazuri huko. Ningemtaka rais kubatilisha uamuzi wake, si wazo zuri kuwafukuza watu wetu. Watu wengi kutoka Somalia wanaishi Marekani, wakiwemo jamaa zetu, wanasaidia wazazi na jamaa zao nchini. Ningemwomba rais wa Marekani abadilishe uamuzi wake wa kupiga marufuku kusafiri na kuwaacha Wasomali waishi huko. Rais Trump ametetea hatua hiyo akisema inalenga kuwalinda raia wa Marekani ambao hapo awali wamekumbana na hali mbaya ya usalama. Am... leo hii natia saini amri mpya inayowazuia raia kutoka mataifa kama vile Yemen, Somalia, Haiti, Libya na mengine mengi kuingia Marekani. Uzito wa vikwazo hivi unatofautiana kulingana na uzito wa matatizo ambayo kila taifa binafsi inayo na tishio ambalo lipo. Orodha hii inaweza kufanyiwa marekebisho kwa misingi ya ikiwa mataifa husika yatatekeleza mabadiliko yaliyohitajika, na vilevile mataifa mapya huenda yakajipata kwenye orodha hii kutokana na tishio mbalimbali mbali ambazo zinajitokeza duniani. So, sasa hili kwa Washington DC nchini Marekani. Uh, Mando, hatua hii ya Trump kuzipiga marufuku nchi hizi za Afrika, je, ni hatua iliyokuwa imetarajiwa? ni hatua ambayo imekuwa ikitarajiwa. Kwanza uh, kabisa ni hatua ambayo inaendana na sera ya mambo ya nje ya Bwana Trump na utawala wake ambayo inajulikana kama America First. Na sera hii mojawapo ya malengo yake ni kuwa na msimamo mkali wa kudhibiti uhamiaji. Sasa ikumbuke kwamba katika utawala wa Trump wa kipindi cha muhula wa kwanza ali, ali, hakuwa na mahusiano mazuri na nchi za Kiafrika uh, na mpaka akatoa kauli yenye utatanishi ambayo ilionekana ni kama kutusi mataifa ya Afrika. Kwa hiyo ni sera ambayo imetarajiwa, lakini pengine kitu cha kushangaza inaweza ikawa ni namna gani nchi ambazo zimejumuishwa katika hilo katazo la, la, la kuingia Marekani na nchi zingine ambazo zimepewa masharti makali ya kupata uh, viza za kuingia Marekani na mhanda. Unapozungumzia nchi hizo, Afrika imeathirika pakubwa zaidi na amri hii. Kwa nini Afrika hiwe inaathirika pakubwa? Uh, moja ni kwa sababu uh, katika siasa za ndani uh, Trump anajaribu kufufua uh, na kuweka mtazamo kwamba Afrika ni, ni, ni mahala ambapo hapana uh, ustamilivu. Ni mahala ambapo ni, ni bara la machafuko, ni bara la maskini. Kwa kuna uh, hizi fikra uh, uh, unaweza kusema Afrika potofu, lakini fikra ambazo ni hasi juu ya, ya taifa mataifa ya Afrika kwa hiyo ni moja ya hatua ambazo anachukua kwa ajili ya kuonyesha kwa wapiga kura wake kwamba anachukua hatua kali za kulinda Marekani dhidi ya ugaidi uh, ma, ma, na, na, na uh, athari za kiusalama. Lakini kwa upande wa pili ni jambo ambalo kama ambavyo imeainishwa uh, kwa muktasari kwenye uh, ju, uh, tamko la uh, Umoja wa Afrika ni uh, jambo ambalo kwa, kwa Kiingereza tunasema blanket ban, hakuna ushahidi wa kuzuia uh, mataifa uh, yote ya Afrika ambayo yametajwa kwenye hiyo orodha uh, kwa sababu hizi threats za ugaidi na usalama ni jambo ambalo linatokana na ushirikiano wa kimataifa na hususan katika masuala ya ulinzi, usalama na intelijensia. Sasa ni kitu kipi ambacho tunaweza kujifunza kutokana na amri hii, hususan mataifa ya Afrika? Uh, kwanza kabisa mataifa ya Afrika kitu ambacho ki, cha kujifunza hapa ni kwa, kuanza kuboresha ushirikiano wa mataifa ya Afrika ndani ya bara la Afrika kwa um, um, mfano ukiangalia sasa hivi mataifa ya Afrika ambayo yana uh, sera ya kutokuwa na visa kwa mataifa mengine yote ya Afrika kati ya mataifa hamsini na nne ya Afrika ni mataifa matano tu ambayo ndio yana sera ya, ya, ya, ya kuruhusu wa, wa Afrika wengine kuingia bila visa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni mojawapo ya vitu ambavyo uh, bara la Afrika linaweza likaangalia katika kuboresha uhusiano wa ndani kwa ndani. Na katika kuboresha uhusiano huo pia kuwe na uh, kuangalia namna ya kuboresha mkakati wa kushirikiana kiuchumi na mkakati wa kushirikiana katika mambo ya usalama pia na, uh, na vile vile uh, ni kuangalia namna ambavyo Afrika inaweza katika masuala ya ushirikiano wa kimataifa kuto kutegemea uh, Marekani kwa kiasi kikubwa kama mshirika wa maendeleo na katika masuala ya kibinadamu na ulinzi na usalama. Ni wakati sasa wa uh, bara la Afrika na mataifa ya Afrika kama nchi binafsi naam, kuanza kutengeneza mkakati mpya wa sera ya kimataifa bila shaka. Shukran sana, mahojiano hayo na mchambuzi Mhando Felemon Mbuguni kutoka Marekani ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu. Tanzia rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68 na chama chake kimesema hivyo. Chama hicho cha Patriotic Front kimesema kwamba Lungu amekuwa akipokea matibabu maalum nchini Afrika Kusini kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Lungu aliongoza Zambia kwa miaka sita kuanzia mwaka 2015 na, na kushindwa katika uchaguzi na rais wa sasa Hakainde Hichilema kwa kura nyingi. Baada ya kushindwa katika uchaguzi huo alijiondoa kwenye siasa , lakini baadaye akarejea na kuonekana kuwa na nia ya kutaka kugombea tena urais. Hii ni dira ya dunia.